Rombo naishi Moshi. Changamoto kubwa hapa ni usafiri. Tunataka tusafiri tuende nyumbani kwa ajili ya sikukuu, lakini magari hamna. Yaani watu tunafanya kugombania usafiri. Kwa kweli, serikali ifanye tu kutongeze usafiri. Magari ya Rombo, ya Machame hapa yamekuwa changamoto eh, kwa leo, kwa siku ya leo tuna changamoto, abiria wamekuwa wengi kuliko magari. Uh, kwa hiyo imefikia hatua sasa, tunaomba wenzetu hatuwazi watusaidie kama hizi gari mnavyoziona kwa hiyo uh, ili hapa sasa, gari hizi zikifika hapa zinakuwa ni mapatano sasa. Kwa sababu si za ruti hiyo Pasabu kwa sababu, kwa taratibu zilivyo, akishapeleka abiria kule, haruhusiwi tena kupakia abiria tena kurudi, kwa sababu hana ruti ya kule. Kwa hiyo anawapeleka tu, alafu yanarudi mwenyewe, ko kidogo kuna hali fulani hivi ya kuchangamka, yamapatano mtu hachurutishi, ila yale magari yetu yanapokuja, basi anapakia nauli za kawaida. Lakini kwa ambayo, haya ambayo hayana ruti ya kule, kidogo anakaa wanafanya makubaliano hatushurutisha hatu, abiria akirizika anaingia, kama hakuna asubiri, basi yale magari yetu yaje yaweze kumpeleka kosta. Kosta zipo pia zimeongezeka nyingi, kuna kampuni nyingine mpya imekuja nayo ipo, lakini bado abiria wa Rombo ni wengi we. Pamoja na hayo magari kuongezwa, bado tena unakuta kuliko ni hata mwaka jana yameongezeka magari tofauti, lakini bado, abiria wamekuwa ni wengi, japokuwa ukiangalia kwanzia ile mwezi wa kumi na mbili mwanzoni. Kidogo watu waliongezeka wakaenda, tukajua labda wamepungua, tukapata nafuu lakini imekuwa tofauti, abiria wamezidi kuwa wengi kwa eh, hiyo hali iko hivyo. Wenzetu washatu ambao wanapaki stendi kubwa kule, nao kule tunasaidiana, wanakuja huko kwenye noa, tunasaidiana wao wow, wameisha nao, abiria wanazidi kuja, tunaita magari ya tuaz, anakwenda gari ya Moshi Arusha wakirizika pia. LATRA pia tunashirikiana nao, gari iwepo ipewe kibali iweze kuelekeza hata kama si arutii. Hii ni msimamizi wa gari za Moshi Marangu na tunashukuru Mungu kwamba wasafiri wamekuwa wengi kwa kipindi hichi, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutoa huduma. Hatuna mahali tulipokwama, sehemu zote zinaendelea kufanya kazi kwa ustarabu, na magari pia hayajapungua sana kwa kipindi hichi tofauti na kipindi ambacho kimepita. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, abiria hawajateseka na wameenda kwa wakati, na tunashukuru mia miraba ambayo ina ina changamoto ni miraba miwili tu kwa stendi ya Moshi, ni mraba wa Moshi Marangu na mraba wa Rombo Moshi Tarakea. Abiria wamekuwa wengi, lakini kutokana na jamu ya barabarani pia gari zinachelewa kuja kwa wakati. Kwa hiyo pia tunamshukuru Mungu pia kwa uhaba wa magari, lakini tunaamini Mungu kwamba abiria watatuzidi na tunashukuru Mungu kwa hilo. Abiria wamekuja kwa wingi na tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kwamba tunahakikisha watu wanaenda kwa muda unaohusika na kwa bei rafiki wanafika makwao. Kinachosababisha kosta ipakie ni uhaba wa magari ambayo yote yanasababishwa na, na jamu ya barabarani barabarani, watu ni wengi, kwa hiyo dereva hawezi kimbiza gari kiivo, lazima afuate taratibu na kanuni za barabarani.